taarifa fupi ya utekelezaji wa mradi wa maji kijiji cha Busongola. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini Ruwasa mkoa wa Katavi iliingia mkataba wa uchimbaji wa visima vitano na ujenzi wa vioski ikiwa ni utekelezaji wa maelekezo ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa wizara ya maji kutekeleza programu maalum ya upelekaji wa maji katika maeneo au vijiji visivyokuwa na huduma ya maji iliyopewa jina programu ya visima mia tisa. Programu hii maalum inatekelezwa nchi nzima, ambapo ilielekezwa kuwa kila jimbo la uchaguzi Tanzania litengewe fedha za uchimbaji wa visima vitano na ujenzi wa vioski likiwemo jimbo la Mpanda vijijini. Katika wilaya Tanganyika, programu hii imetekelezwa katika kata tatu: kata ya Bulamata, kata ya Ilangu na kata ya Vikonge ambavyo vijiji vilivyonufaika ni Busongola, Kusi, Isubangala, Mgansa na Bugwe. Vijiji hivi vilipendekezwa na Mheshimiwa Mbunge wa Jimbo la Mpanda vijijini, Mheshimiwa Suleman Moshi Kakoso. Utekelezaji wa miradi hii umefanywa kwa njia ya force account ambao ulianza tarehe 12 mwezi wa 11 2024 na kukamilika tarehe 30/3/2025 kwa gharama ya shilingi milioni 506,117,522. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, katika kata ya Bulamata miradi ya aina hii imetekelezwa katika kijiji cha Busongola na Kusi. Ujenzi wa mradi wa maji katika kijiji cha Busongola umegharimu kiasi cha shilingi milioni 97,820,158. Tunaomba ufikishe salamu za shukrani kwa mama yetu rais wetu Samia Suluhu Hassan, umwambie tunashukuru sana, tunasema asante kwa maji. Hakika ametua mama wa Busongola ndo kichwani. Mheshimiwa, hapa tulikuwa tunatumia maji ya visima vidogo vidogo ambavyo tumechimba sisi wananchi. Wakati wa kiangazi vikuwa vinakauka, wakati wa masika vikuwa vinajaa, tulikuwa tunaumwa typhoid. Lakini sasa tunasema typhoid kwa heri. Busongola oye! Mheshimiwa mbunge na mheshimiwa diwani wamepambana kwenda kwa mama kuomba fedha na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassani, kwenye eneo tu la maji akawapa shilingi milioni mia nane na tatu ili ziweze kutatua kero ya maji vijijini katika maeneo yetu. Vijiji vyote vya kata hii ya Bulamata, nataka niwaambie vimependelewa sana, vimepewa kipaumbele cha hali ya juu sana. Mheshimiwa mbunge hajalala kwa ajili yenu. Mheshimiwa diwani hajalala kwa ajili yenu. Mama Samia amekusanya fedha kwa ajili yenu. Tukienda pale Bulamata, kuna mradi mkubwa wa milioni 540 ambao takribani maeneo tisa ya kuchotea maji yanajengwa, saba yamekamilika, ya mawili bado yameshajengwa, lakini tumebakiza kutandaza mabomba na kumalizia, na kazi inaendelea. Kazi na utu, tunasonga mbele, lakini ukienda pale ha, ukija hapa Busongola hapa tulipo, mradi huu wa milioni 97 umekamilika, na leo tumeshuhudia maji yakitoka, na ninyi mmeshuhudia akinamama wakikinga ndoo wanasogeza maji karibu na hata hii zahanati yetu hapa, tunakwenda kuisogezea maji pale ili akina mama wanaokuja pale kupata huduma wasikose maji. Shule yetu ya msingi hii hapa, tunaisogezea maji pale pale shuleni, ili watoto wetu wanapokuja shule, mama na babu ukee nyumbani umetulia usiwe na wasiwasi na mashaka kwamba mwanangu yuko shule atakunywa maji gani. Unakuwa unatembea kifua mbele, unasema anakunywa maji ya Mama Samia Suluhu Hassan. Mama Samia Suluhu Hassan oye, oye. unakuwa unatembea kifua mbele, anakunywa maji ambayo yametafutwa na mheshimiwa mbunge wetu Kakoso. Unakunywa maji, anakunywa maji ambayo yamepambaniwa na mheshimiwa Nikas kama diwani wa kata hii. maendeleo haya yanakuja kwa sababu ninyi mlifanya sahihi kupata viongozi wanaotokana na Chama cha Mapinduzi, na hivyo wameshirikiana na serikali yao kupata miradi hii. Ukienda Kusi, mradi wa milioni mia moja, mradi huu ni sawa na huo hapa. Kazi yao imefanyika vizuri, kazi inakwenda vizuri, nao wanakunywa maji. Ukienda Kamjera hapa, mama aitoa milioni sitini na sita, za kuongezea kujazia ili wananchi wa Kamjera wapate maji, na kwa ujumla wake Bulamata na vijiji vyake vyote vinne kwenye makao makuu ya kijiji, na tunaendelea kutambaa maji safi na salama yapo. Hatutegemei mwananchi anayekunywa maji kutoka kwenye mabomba haya ataugua matumbo wala ataugua magonjwa ya ambukiza yanayotokana na kunywa maji yasiyo safi na salama.